Katika miaka mitano iliyopita yapo mambo ambayo tumefanya mapinduzi katika halmashauri ya jiji la Mwanza kwa asilimia kubwa, yapo ambayo ilikuwa yanaendelea na yapo ambayo tulikuwa hatujakamilisha. Ndugu zangu, katika kipindi chote cha miaka mitano, moja ya jambo ambalo tulijielekeza na nilikuwa kama kiongozi na msimamizi wa halmashauri ya jiji la Mwanza kupitia baraza hili, tuliweza kufanikiwa kwanza kufanya uboreshaji katika sekta ya afya, tukiongeza idadi ya vituo vya afya, lakini tukaenda kufanya sambamba na hilo, katika miundo miundombinu zaidi ya miaka 25 moja ya changamoto ambayo ilikuwa ikitusumbua katika halmashauri ya jiji la Mwanza ilikuwa ni urekebishaji wa miundombinu ya barabara. Nikiwa kama sitaikemea nikiongozana na wenzangu, tulifanikiwa kununua greda, tukanunua lola na mitambo mingine kwa ajili ya urekebishaji wa barabara hizo. Lakini sambamba na la hilo, katika ukusanyaji wa mapato tumekuwa vinara kwa kufanya mapinduzi makubwa kwa kuongeza vyanzo vya mapato, lakini na kuongeza idadi kubwa ya ukusanyaji wa mapato. Ndugu zangu najua katika kipindi chote hiki nyinyi mmekuwa mashuhuda wakubwa wa ubadilikaji wa, wa sekta ya elimu ambapo kwa mara kwanza, ya kwanza ndani ya miaka mitano tumefanya mapinduzi kwa kuwa vinara katika nchi nzima kwa kuanza kujenga madarasa katika kujenga madarasa kwa mfumo wa ghorofa. Haya yote ni moja ya mambo ambayo mimi kama kiongozi niliyopewa dhamana kipindi hicho niliweza kuyasimamia. Sambamba na hilo, mikopo ya kina mama na vijana, watu wenye ulemavu tunaendelea kuitoa kwa kiasi kikubwa. Kwa kuainisha hilo, sisi tumekuwa vinara utoaji mikopo kwa watu na vijana wenye vizimba katika ziwa Victoria, tukitumia ziwa Victoria kama fursa. Ndugu zangu, na kuja kwenu nikiwa kiungo tena, natambua bado ipo kazi kubwa tunayopaswa kuifanya kuweza kuifikisha Mwanza na kuibadilisha katika maeneo makubwa haya katika miaka mitano. Na hiyo hapo, zipo changamoto ambazo zimejitokeza nikiwa kama kiongozi, tume nafasi hii kuomba radhi. Niwaahidi sana, mtakapo nipa kura, naenda kuwa kiungo ambao nitaunganisha nini na wananchi jukumu letu moja tu ni kuendelea kumsaidia mheshimiwa Rais. Nawaomba kwa dhati ndani ya moyo wenu, najua adhima adhima yangu ni kubwa na baraza hili litakuwa baraza la mfano, kwa sababu limetengenezwa kwa umri wa aina tofauti tofauti. Mkaniamini nikawe kiongozi wenu, mkanitume nikawe mtumishi wenu, na mimi si kiongozi tu, bali ambaye mtalielekeza na kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa mnufaika katika kata zetu zote kumi na nane. Ndugu zangu, naombeni nafasi hii kwa mara nyingine tena